Katika kitu ambacho kinatia wasiwasi wasi na kinachofanya watu wanapaza sauti kwa ukubwa sana, kumekuwepo na wimbi la utekaji, na hili wimbi la utekaji kwetu sisi wana na harakati na watetezi wa haki za binadamu lina sura mbili, kwamba sura ya kwanza ni polisi wanaofanya kazi bila kufuata sheria na taratibu za kisheria, lakini sura ya pili ni wahalifu wanaofanya uhalifu huo, kwa sababu tayari polisi wameshajenga huo mwanya kuonyesha kwamba hili linawezekana. Wapi mstari unachoreka baina ya uhalali na ukosefu wa uhalali wa ukamatwa na chombo ambacho chenyewe ni halali? Mstari unachorwa pale ambapo unaona kwamba leo nasema linasema mwabihelwapatikani, lakini baada ya siku mbili tatu, baada ya watu kupiga kelele, hata polisi ambao walikataa mwanzoni kwamba hajui aliko, mwishoni wanajitokeza wanasema tunaye sisi. Kuna Bwana Kombo alitekwa kule Tanga zaidi ya siku thelathini polisi wenyewe nao wanamtafuta, lakini mwisho wa siku alitokea kituo cha polisi. Kuna mwenzetu hapa ofisini alikuwa na Tito Magoti, alipotea kwa siku tano, vituo vyote tumepita, kila sehemu. Baada ya siku ya tano sisi tunaenda, siku ya sita anatokea mikononi mwa polisi. Kwa hiyo unaposema tuchore mstari, tunachora mstari pale tunapoona kwamba sheria haifuatwi na watu wanaumizwa na inapotokezea kwamba yote haya ambayo umeyataja katika utaratibu wa kisheria hayakufuatwa na mkamataji, kwa maana ya vyombo vya usalama hapa, je, mwenye kukamatwa ana wajibu na haki gani katika mazingira kama hayo? Mwenye kukamatwa katika hali ya kawaida atakuwa amevunjiwa haki zake za msingi, na mara nyingi sasa ni jukumu la mahakama ambayo imeshindwa kusimamia sheria nayo. Ina maana kwa kawaida hata sheria inasema ushahidi uliopatikana kinyume cha, cha sheria haupokelewi mahakamani. Hata mtu aliyefikishwa mahakamani ambaye anatuma ambazo amefikishwa mahakamani kinyume cha sheria, vile vile ingetakiwa hilo shauri kulizo kabisa, kwamba hoja namba moja, mtu anapofika mahakamani analalamika nimeteswa, nimetekwa, nimepigwa, ni jukumu la mahakama kuwawajibisha wale waliofanya ambavyo ni kinyume cha sheria. Lakini kwa bahati mbaya haya malalamiko yanatolewa mahakamani hakuna ya kinachofanyika. Lakini pale inapotokea sasa, ni wajibu wa yule ambaye ameathirika kwa njia moja au nyingine kushtaki na kuomba hata fidia pale inapobidi, kwa sababu huu ni uchukuaji mkubwa sana wa kisheria.